Mvua za masika zinaendelea katika mikoa inayopata mvua mara mbili kwa mwaka ambayo ni Arusha, Manyara na Kilimanjaro, Dar es Salaam, Pwani ikijumuisha kisiwa cha Mafia Changa, na maeneo ya kaskazini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Mikoa mingine ni pamoja na Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Simiu na Mara pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Kigoma. Katika baadhi ya mikoa tumeshuhudia madhara ya uharibifu wa miundombinu kufuatia mvua hizo. Kwa majina Johnson Jovita Mlokozi, mkazi wa Bukoba Vijijini. Hapa hii hali ya usafiri, kuvunjika kwa barabara imeanza usiku. Mvua zizaonyesha usiku kuanzia kwenye saa saba saa 8, kwa sababu magari ya kwanza yalikuwa yanaenda mjini yamezuiliwa, kuanzia saa 8 saa 7. Kwa hiyo ndo kumetokea adha ya mvua hapa kuu Kutokana na uharibifu wa barabara inayotengenezwa, hii hali si shwari. Maji yamevamia barabara, ko mje kwa tahadhari ya kutosha. Kwa kweli ni shida, ni shida. Mjihadhari wote mnaopanda kwa Kitonga muda huu, kuna mvua kubwa imenyesha kutoka upande wa juu. Kwa maji yamevamia barabara, kwa kweli kumaji, na gari haina uwezo wa kuyahimili. Tahadhari, tahadhari wapendwa, kutonga hali kiswahili. lakini leo Daily News Digital inakupitisha katika baadhi ya maeneo mkoani Dar es Salaam. Hapa ni kwa Mtogole kama unavyoona, hili lilikuwa ni eneo moja kati ya maeneo korofi sana pale mvua zinaponyesha. Lakini ukiangalia kwa sasa, huu ni katika msimu wa mvua za masika, mvua zinanyesha, lakini bado hali iko vizuri kabisa. Wakazi wanaendelea na shughuli zao kama kule, wengine wanajenga, wengine wanapita, shughuli kama kawaida za maji kama hivi unavyoona maji yanapita kwa urahisi kabisa, lakini tule sasa nikuonyeshe nini hasa Watanzania wanafanya, pamoja na serikali kuweka fedha nyingi sana katika eneo hili na ujenzi wa daraja hili. Ndio nikuonyeshe hapa kitu ambacho nataka kukuonyesha, pamoja na kwamba tunapambaniwa tuishe maisha mazuri yenye raha yasiyo na karaha, sisi tunaamua kufanya hivi. Hii ni eneo la daraja lakini ndio limegeuka dampo. Nani anafuatilia haya? Nani anatakiwa kusimamia kuhakikisha haya yanakaa sawa sawa? Tunaendelea kukuonyesha, kufuatana nasi. bado tunaendelea kukuonesha hali ilivyo katika jiji la Dar es Salaam. Hapa ni katika mto Msimbazi daraja la Vingunguti, umeshuhudia namna watu wanachukua takataka nje wanazirudisha ndani, wakati serikali imekuwa ikipambana kutoa takataka ndani ya mto na kuzitoa nje ili kuhakikisha maisha au makazi ya wananchi yanakuwa salama. Umejionea hapa hali ilivyo. Zamani hapa daraja lilikuwa halipitiki mvua ikinyesha, hasa katika kipindi hiki cha masika magari hayapiti na watu hawapiti, mawasiliano kutoka upande mmoja kwenda mwingine hayakuwepo, lakini unavyoona hivi sasa, hali ni shwari na mambo yanazidi kuwa mazuri. Mimi nizetu ni mkwama, nikaendelea kuonyesha yale ambayo yanaendelea katika jiji hili pamoja na katika kipindi hiki cha mvua za masika. Fuatana nasi. Kwa kweli hapa katika mto wa darajani kuna mambo tu ambayo yanaendelea hapa na pale, kwa wale wanaomwaga takataka pembeni. Ila zile takataka, zile takataka za pembeni, jinsi wanavyozimwaga kwa kweli, kwa upande ambao tulikuwa mto wa darajani, jinsi tunavyojua huu mto kawaida yake, yaani zile takataka zinasaidia kukinga mto usibomolewe na maji, kwa sababu maji yanapopiga hivi katika ule mto, yanapopiga ukuta ule mto, ule mto ndio unamongonyoka, yeye unarudi chini. Sasa unakuwa wote ni mto Ndiyo maana ile takataka zile wanazozimwaga, kwa kifupi bwana, zinasaidia ule mto kwanza usiweze kuliwa na maji. Njia nyingine ambayo serikali kama itaweza kufanya ili kuokoa mto usije ukaliwa na maji, watoe tu fomula ya kujenga mto kama mto, ujengewe jinsi unavyotakiwa ili maji usiweze kuufumbua mto. Mvua za masika zikiendelea hapa katika jiji la Dar es Salaam, na katika mikoa mbalimbali, pamoja na kwamba mamlaka ya hali ya hewa ilitangaza uwepo wa mvua chache ambazo zitakuwa zinanyesha katika maeneo machache, lakini unaona hii leo mvua zinaendelea katika jiji la Dar es Salaam. Lakini pia walisema walisema kwamba mvua zitakuwa wastani na chini ya wastani, lakini walisema pia mvua zipo za vipindi vifupi na mvua kubwa ambazo zinaweza kuleta madhara. Jukumu letu ni kuleta taarifa za yale yote yanayojiri kuhusu mvua na masuala mengine. Endelea kufuatana nasi katika kujifunza mengi ambayo yanaendelea. Hapa ni Kawe, nashuhudia namna wananchi wanavushwa kutoka upande mmoja kwenda mwingine.

Hali ya hapa ni tofauti na maeneo mengine ambayo tumekuonyesha. Hebu tusikilize wananchi nini wanasema juu ya hili. yeah. yeah. Tueleze hali halisi ikoje sasa katika suala zima la kutoka upande wow. moja kwenda mwingine katika <tutu> katika mto Mbezi. Kwa kweli tuna changamoto kubwa sana kwa sababu huu mto ulikuwa mzuri kiasi, lakini sasa hivi umepanuka sana, sana sana sana na uwiwa ugumu sana waku kunani wa kuvuka, kivuko hiki kimekuwa tena changamoto. mm -hmm. awali awali mlikuwa mnavukaje na sasa hivi mnafanyaje? tulikuwa tunavuka kwa urahisi kidogo kwa sababu ulikuwa hujapanuka kihivi yani. Sasa hivi vile wana kijiji wa mtaa huu kwa ajili ya shida zao wanabeba sana mchanga, mto unazidi kupanuka, kwa hiyo hata hivyo, kama mnavyoona hivi, ulikuwa, na, ulikuwa mchache lakini sasa hivi umepanuka sana. Wanatafuta riziki, wanatoa mchanga mchanga, kivuko hamna kwa hiyo tulikuwa tunaomba yaani, hata hivyo mtusaidie, hata rais aje angalie tupate mwelekeo wa kupata daraja hapa. Anabebwa mtu mgongoni, kama wewe unataka roho yako yani una, una, una, yani unajihadhiti una, una, unabebwa, lakini kama ukweli mto ukijaa huo mm, ubebwe unaweza kuona utazama. Kwa hiyo kwa hiyo una bora uchukue elfu tatu uende kawe na bodaboda kuliko kukaa hapa na ukubebwa. Unalipa shilingi ngapi? mia tano, buku. Yani wewe mwenyewe utaona huruma Yaani hata ukimpa elfu mbili ni sifai. mm -hmm. E, lakini ukisema mtu toa kuvushia umpe hivi <laughs> kwa sababu inabidi akikuvusha ukirudi tena akuvushi. mm -hmm. E, unawakaribisha jamani, mtusaidie sisi, ni kwa sababu nyie ni wa watu wetu, mnaangalia na ubora wetu, mtusaidie tupate japo daraja e, tupate japo daraja kwenda huku mm -hmm. na mkituwekea daraja kwa kweli utauia manake mimi napika mama ntilia hapo mbele mm -hmm. e, kwa hiyo hiyo mama ntilie watu wakiwa wengi wanavuka hivi na sisi tunapata unafuu am maisha mm -hmm. e, na daraja likiwepo kidogo angalau e, sio angalau inakuwa nafuu kubwa sana kwetu sisi hapa